Katika maeneo ya Msongola hapa Dar es Salaam, wengine wanasema mpakani na Kivule, kwa maana Msongola na Kivule, ambapo nyuma yangu ni nyumba hii ya Mama Ana Julia Mwansasu, ambapo Mama Ana Julia Mwansasu yeye ni mstaafu uh, wa Ikulu. Alikuwa mfanyakazi wa Ikulu kama katibu mukhtasi wakati wa uongozi wa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Tumefika hapa kutokana na muktadha wa hali yake kiafya anayo ya kututanabaisha kama wananchi wenzake na kuona ni kwa namna gani tunalibeba hili ambalo kwa sasa lina msibu kiafya Mama Anna Julia Mwansasu. Hodi hodi hodi hodi, mama Anna, karibuni sana. Asante sana, mama. Karibuni karibuni. Ndiyo, habari za siku nzuri nzuri. E, namshukuru Mungu, nipo najikongoja kongoja, lakini hmm. Nipo. Unaendelea kukiwasha. Naendelea kukiwasha na Azam kabisa <laughs> Kwa hiyo haina matatizo ya. Nashukuru tumesema na tuje tuzungumze nawe, pengine labda, bila shaka unatukaribishia kwenye kivuli. Karibuni kwenye kivuli hapa, maana huku ndani joto joto, lakini saa hizi hapa kuna upepo mzuri. Unaona miti hii e, mi mpandaji miti mzuri tu <laughs> miti imejaa. Umefunzwa na mwalimu. Mwalimu na sasa hivi na mama Samia, panda mti kila mwaka. Mi kila mwaka napanda mti <laughs> Ongea sana. Ongea sana. Asante sana, sana. Wasikufahamu tu ulisailiwa lini kazi pale Ikulu na historia ipoje na mwalimu kama katibu muhtasi? Asante ndugu mtangazaji, mimi niliajiriwa Ikulu mwaka sabini na tatu na nikawa pale Ikulu mpaka mwaka themanini na tano mwalimu alipo staafu, nikachaguliwa kwenda naye Butiama na alipoteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya kusini nikarudi Dar es Salaam kuwa kwenye ofisi yake ya tume ya kusini na kwa vile makao makuu yalikuwa Jiniva, basi tulikuwa tunakwenda Jiniva kule, naenda kule Jiniva kufanya kazi kwenye ofisi yake mpaka ile mwaka tisini na tisa alivyo fariki, ndio nikarudi hapa nyumbani. Na baada ya kurudi nyumbani, ndio matatizo hayo ya moyo akawa makubwa na nika sikuweza tena kufanya kazi mahali popote. Mama Ana Julia Mwansasu, ambaye leo ametukaribisha hapa nyumbani kwake, mara ya mwisho nazungumza naye alikuwa na uh, tatizo la moyo, tatizo ambalo takriban miaka ishirini sasa akiwa anaugulia ugonjwa huo wa, wa, wa moyo na takriban miaka kumi na tatu hivi sasa, uh, wataalamu wa afya wamemuweka uh, pacemaker, kifaa maalum uh, cha kusaidia moyo kufanya kazi lakini nataka kufahamu kwa sasa, bado tatizo hilo uh, la moyo yungali yupo nalo na pengine kuna yapi mengine kiafya yanayo msibu? na, Mama Ana, tuanze na hili, unaendeleaje katika uh, matatizo yako ya moyo? Namshukuru na Mungu nipo, naendelea, lakini bado matatizo yanaendelea na yanaongezeka sasa hivi. Nalo hilo tatizo la moyo niliowekewa pacemaker, limezuka tatizo lingine tena la kisukari na lingine tena la matatizo ya figo. Kwa hiyo napambana na matatizo matatu kwa mpigo ya, kwa hiyo nipo, lakini namshukuru Mungu kila kukicha salama, nasema asante Mungu. Unajimudu una vipi mama, kwa matatizo makubwa yote matatu haya? Kwa kweli kujimudu ni kazi kubwa, ni kazi kubwa sana, kwa sababu inahitaji uwe na uwezo kwa sababu yote yanahitaji msaada wa chakula, msaada wa dawa e. Kwa hiyo yote hayo ni matatizo makubwa ambayo yamenisibu sasa hivi, na tatizo langu kubwa nililo nalo mwaka huu nahitaji kuwekewa betri za pacemaker zina gharimu milioni thelathini, kwenye, kwenye moyo wangu pale JKCI wameniambia kwamba ni milioni thelathini. Mwezi huu wa Juni natakiwa nilipe bima, maana bima yangu inaisha, natakiwa nilipe laki tisa na themanini na nne. Hela hiyo yenyewe nayo ngumu e. Wakati huo huo, ukienda hospitali kwenye dawa hizi za moyo, figo na, na, na kisukari, wakati mwingine zingine hazitolewi kwenye hii bima yangu nilionayo, kwa hiyo unakuta inabidi ninunue alafu kuna vyakula maalum navyotakiwa kula, lakini ndio hivyo. Mi pensheni yangu ni ndogo sana e, enzi zetu hizo za Mwalimu na Mwinyi, sisi watu wa enzi hizo pensheni zetu ni ndogo mno. Mimi sasa hivi hapa napata laki na sabini. Nashukuru kwamba Rais Kikwete alipandisha hizi hizi pensheni. Huko nyuma nilikuwa napata elfu thelathini na tano baadaye nikapata hamsini lakini wenzetu waliopata baada ya sheria ile ya pesheni kupitishwa na rais Mkapa, wana pesheni angalau kidogo nzuri e, kama sekretari kama mimi ana, alipata milioni hamsini kuendelea huko, na kila mwezi akanapata laki tatu. Lakini mimi nilipata milioni nne na kila mwezi napata laki moja na sabini na tano. Sasa hiyo laki na sabini na tano nikinunua gesi, mama Samia anasema tutumie gesi, nikinunua gesi nikinunua umeme nikilipia umeme, eh, nikija ku, ku, kulipia umeme gesi mfanyakazi, hiyo laki na sabini yote imesha kuisha. Hapo nakuwa hata hela ya chakula sina. Sawa, na watu wananisaidia saidia, lakini unajua kila mtu ana matatizo yake, watu wana shida zao, watu wanasomesha watoto wao e. Kwa hiyo kila saa kuniangalia mimi kunisaidia mimi inakuwa ngumu. Na mimi na mtoto mmoja tu wa kiume. Huko nyuma nilikuwa na watoto watatu wa kiume, mmoja akafariki kwa ajali ya gari, mwingine akafariki kwa sikosel. Kwa hiyo huyo mmoja tu, na yeye ana familia kubwa, inakuwa kidogo matatizo kwa hiyo ndio maana nimekuwa nikilialia e, nikaandika na barua ya wazi kwa Mama Samia kuomba msaada. Mama Samia anisamee sana kwa kumwandikia barua ya wazi kwenye gazeti, kwa sababu nimeshafanya kazi kwenye ofisi kubwa kama hizo za kwa, ya kwake, barua kuweza kumfikia sio kitu rahisi e. Kwa hiyo zinaishia huku wana, wasaidizi wana kazi nyingi, kwa hiyo hazifiki kwa wakati kunakohusika au hu, hazifiki kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nimemwomba mama Samia na wa, naomba Watanzania wenzangu. Mama Samia ulimwomba nini? Haya haya niliyo yasema hapa ndio niliyoyaandika kwenye hiyo barua e, milioni hizo thelathini za, za pacemaker na hiyo laki tisa na themanini na nne bima ya afya, bima ya afya. Na kamtaji maana hapa na kabwawa ka samaki hapo. Unafuga? Fuga, lakini nimefuga mara moja tu, bwawa likawa linavuja, kwa hiyo nahitaji kulikarabati basi. Nikisaidiwa kamtaji kakuendeleza mi, mi, mi, miradi yangu minini, anaweza na, ikanisaidia ukiacha. Okay, kufuga bwawa la samaki unashughulisha na nini tena? Una na kabanda uh, na ka kuku na kuku watatu wa wanne wa kienyeji kwa hiyo naweza nikaongeza kuku pale. Mi sina makuu, nikipata chochote kile siku zinasoma nis... e, kabisa sasa. Mm. Kwa sasa, kipi ambacho anakuhitajia mwananchi Tanzania popote pale ulipo na umeguswa kwa hili? Kwa vile huu ni mwezi wa sita na itafuta hiyo laki tisa na themanini na nne ili iweze kupata bima. La pili ni hiyo mwezi Oktoba ya milioni thelathini ya kuwekewa betri mpya kwenye, kwenye hii pacemaker yangu. Ya tatu ni chochote kile nitakachoweza kupata ili niweze kutengeneza hii miradi yangu niliyoianzisha hapa, kuikuza ili angalau nisiwe ombaomba, niwe napata kile kinachotoka kwenye miradi yangu. Kwa hiyo kama Watanzania wataguswa au rais wangu au viongozi wengine wowote watakaoguswa wanisaidie ili na mimi niweze kuishi bila kuwa ombaomba omba, kwa sababu huko nyuma Mwalimu alitukataza kuombaomba, lakini sasa hivi tumefikia uzeeni, tunakuwa ombaomba omba tu, hatuna jinsi kutokana na pensheni zetu kuwa ndogo. Mimi napatikana kwenye namba ya Tigo sifuri sita tano tano saba saba nne tisa sita saba. Ni mama Ana Julia Mwansasu, huyu mstaafu aliyefanya kazi uh, Ikulu akiwa katibu mukhtasi wa Mwalimu, na hata alipo staafu Mwalimu aliona ni vyema, akaenda naye uh, Butiama kuendelea kumsaidia uh, katika uh, kazi zake. Leo hii amekumbwa na maradhi hayo, na kwa hakika uwezo wa kujitibu kwayo yeye mwenyewe hana, kutokana na kile anacho akipata uh, sina shaka kwa nambari za mawasiliano ambazo amekupatia basi, unaweza ukawasiliana naye japo kumpa pole, lakini kumjulia hali na mali pia, ili eh, mama yetu huyu aondokane na adha ya kiafya ambayo anakutana nayo uh, kwa sasa. Kutoka hapa maeneo haya ya Kivule Msongola, Dar es Salaam, mimi ni Jafari Mponda, sina la ziada kwa sasa, nirudi <muchas>